Habari ah, za asubuhi mm, samahani. Leo niko na nina flu, yani kali inanisumbua na sasa hivi naona kama ni wengi inatusumbua. Nadhani hali ya hewa na nini yani, sio mbaya leo. Kuna rafiki yangu amenichekesha akaniambia madam, nime miss sana video zako, kwa nini hujaposti video? Ah, sijaona muda mrefu kidogo

Nakumbusha wenzangu, inawezekana na mimi pia natakiwa kuimprove kwenye eneo fulani au mimi pia natakiwa niongeze bidii eneo fulani. Kwa hiyo hata mimi zinanisaidia sana kwenye kuji, kujifunza na, nazisikiliza sana yani. Kuna wakati nakaa nasikiliza video zangu. Kwa hiyo sio kwamba na mimi hazinisaidii, ni vile tu majukumu yanakuwa mengi Unapanga hiki unapanga hiki unapanga hiki, hiki, hiki, hiki. Yani mwisho wa siku una vitu vingine unaona hiki, ngoja kisimame kidogo nifanye hiki na hiki. Sababu kikubwa tunachotakiwa kufanya ni, ni kazi, tufanye kazi ili zitusaidie kukua na kuendelea mbele, kwa hiyo na tuishi kwa mpango. Kwa hiyo sio kwa kwamba kwa nimesimama me, ni nitaendelea na siwezi kuacha, kwanza nafikiria namna ambavyo naweza nikaziboresha zaidi, naomba Mungu anisaidie anipe kibali ili ziwe vile ambavyo mimi ninataka ina, kwa hiyo nitaendelea siwezi kuacha kwanza, ni kitu nachokipenda. Nikizungumza na watu mimi nafsi yangu inafurahi ina ina sana. Labda um, tu nikumbushe e, kitu kidogo tu, asubuhi asubuhi ya leo uh, jana kuna video niliposti pale ya um, mtu ambaye amemuua mfanya kazi mwenzake tu kwa sababu ana, anapendwa anapendwa kazini. Uh, nilijaribu kuelezea pia kwa ufupi kwamba unajua tunapokuwa kazini tunatofautiana sana. Kila mtu anakuja kazini, anakuja kwa mlengo wake. Mwingine anakuja kufanya kazi kwa sababu anaipenda ile kazi, na mwingine anakuja kufanya kazi kwa sababu hana option nyingine, hiyo ndi kazi ambayo anaona yeye inamsaidia, na mwingine anakuja kufanya kazi. Kila mtu ana namna ambavyo anakuja kazini kulingana na malengo ambayo yeye yuko e yuko nayo. Kwa hiyo kiboda, mwenzako anajituma kazini, anapenda kazi yake, wala una sababu ya kumuonea wivu, kwa sababu tunapokwenda kufanya kazi mahali popote, lengo kubwa ni kuongeza thamani kwenye kwenye maisha ya kwetu sisi, au ya hapo sehemu ambayo wewe unaifanyia kazi. Maana yake lazima kuna kitu fulani kiongezeke, na ninatoaga mifano mara nyingi kwamba yaani wewe ukifika ofisini kwako ukakaa siku tatu au nne, hakuna mtu amekuuliza wala kutafuta kitu chochote ambacho wewe una add value pale, inabidi ukae na ujitafakari kwamba yani, wewe una kitu gani cha ziada hapo kazini kwako, eh, ambacho kitawafanya wengine, hata kama siku haupo, wajue kwamba wewe haupo. Kwa hiyo kuna watu wanapenda kufanya kazi kwa bidii, wanajituma ee, hachoki, anasaidia wengine yani, yani thamani yake iko pale kwao, badala ya kumjanjia chuki kuna sababu ya kumjengea mtu chuki ukamwona kama yeye anapendelewa, ongeza na wewe samani, yana wewe fanya e, vile vitu ambavyo watu wafanya kazi wako, au sio? Yeye afanya kazi wenzako, au sio? Bosi wako e, atakupenda kulingana na, na, na, na, na, na, na, na utendaji wako. La, badala ya kumuonea mtu mwingine mtu mwingine wivu mpaka ukafika mahali ukamchukia au kam mambo ya kishirikina nayo yakaingia humo tu kwa sababu mtu fulani anafanya kazi yake vizuri au ya anatimiza wajibu wake. Hapana. Wewe tengeneza thamani, fanya kwa ziada. Kila mahali tunasema tujiongeze. Jamani kwenye maisha, si kila siku tunasema tujiongeze? Eh, jiongeze, jiongeze, ongeza ubora, fanya kwa bidii. Eh, kama kazi unaipenda, fanya kwa bidii, ongeza. Tengeneza thamani pale. Utapendwa sana wewe kazini. Mimi sidhani kama kuna bosi ambaye anaweza akawa anamchukia mfanyakazi anaye ambaye anafanya kazi, kazi kwa bidii, anazalisha, hmm, analeta impact. Hawezi kumchukia kwa sababu anaijua thamani ya yule mtu anayemsaidia kazi pale, kwa sababu lengo ni kampuni ikuwe au taasisi ikuwe na mambo yanaenda mbele. Kwa hiyo sidhani kama kuna kiongozi ambaye anaweza kumchukia mfanyakazi ambaye anafanya kazi kwa, kwa ubora eh, na anaongeza thamani kubwa. Kwa hiyo ina maana na mwingine nao, ukifanya hivyo, wote mtakwenda tu sawa sawa sambamba kabisa, na mambo mengine yataendelea. Kwa hiyo ni kusii E, ni kusii wewe ambaye uko kazini kwako, ipende kazi yako, ithamini, ifanye kuwa bora, e, mwisho wa siku itakuja kukusaidia na kukuongezea faida kwako, e, faida kwa wengine, lakini utaonekana pia mchango wako, a, kwenye jamii kwa ujumla. Kwa hiyo nawasalimia, nawatakia kila la heri. Eh, kwenye kazi zetu tufanye kwa bidii, na wakati mwingine nasema tusitegemee sana mishahara ambayo tunaipata, tujiongeze, yani tujiongeze tujiongezee kipato. Unajua, ukisha kuwa na ratiba ambayo inakufanya kazi unapata mshahara huku unaongeza kidogo, na huku mambo mengine yanaenda, sidhani kama utakuwa una muda hata wa kumchukia mtu mwingine na kuangalia kafanya nini au hajafanya nini. Sana sana tutakuwa na concentrate kwenye vile vitu ambavyo vinakusaidia wewe kukua au kuwa bora zaidi. Kwa hiyo Mungu akubariki sana na kutakia siku njema na utendaji mwema wa majukumu yako.